funze leo YouTube channel ni kukaribishe tena tuweze kujifunza kusoma pamoja na kuandika. Um, uwimbo ambao umeimbo hapa unakuhamasisha wewe uweze kusoma na kuandika, lakini sasa tuende moja kwa moja tukajifunze a e i o u, tukajifunze sasesisosu, tukajifunze mamemimomu, halafu tutaenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kuunda maneno kwa kutumia hizo silabi. Okay, kwa majina mwalimu Pomgaya. Usikose kusubscribe hii chaneli, kulike pamoja na kushare. Endelea kutembelea zaidi hii chaneli kwa sababu kuna masomo ya primary, mada mbalimbali hadi sekondari. Okay, asante sana, tuendele. Twende, leo tunaenda kujifunza kusoma A, E, I, O, U. Sio mara kwanza kusikia neno A wala E, wala sio mara kwanza kusikia silabi. Irabu A, irabu E, irabu I, irabu O na irabu U. Hizi ndo A, E, I, O, U. U. A, E, I, O, U. Twende sasa tukajifunze silabi zingine ambazo ni sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Twende tukamalizie sasa tukajifunze silabi za mwisho ambazo ni ma, me, mi, mo, mu. Hii hapo: ma, me, mi, mo, mu. Tena ma, me, mi, mo, mu. Narudia tena: ma, me, mi, mo Mu. Hapa tunaweza tukaunda maneno yanayotokana hizi sirabi mamemimomu na sasesisosu pamoja na irabu A, E, I, O, U. Kuna maneno mengi sana tunazokajifunza hapa kuunda. Hebu twende tukaangalie haya maneno, je, ni maneno gani tunaweza tukayapata kuli kutokana na hizi silabi pamoja na irabu. Usikose kusubscribe hii channel ili uweze kupata update au kupata video nyingine zinazofuata. Maneno ambayo tunaweza kupata hapa ni pamoja na neno soma, saa na simu. Kwao kuna, kuna simu, saa, soma. Hivi vyote tunazotoka nini tuk unda kulingana nani? Na hizo silabi kwa kuna sim simu simu, simu imetokana na sase sisosu so. Pia imetokana na mamemimomu. Ok, ok, twende sasa simu, simu. Nani ambaye haifahamu simu? Simu ni kifaa cha mawasiliano tunachokitumia kuweza kuwasiliana kwa njia ya sauti, kwa njia ya intaneti na kwa njia ya maandishi au ujumbe wa maandishi. Hii ni simu yenyewe hii, hii ni simu. Hii ni nini? Ni simu. Hii ni simu, okay. Twende tukaangalie. Saa, neno saa limeundwa na sirabi sa pamoja na irabu tuende a. Saa, a. Okay. Saa tukajiangalie, nani anaifahamu saa? Hii hapa ni saa, tena saa ya mezani, saa nyekundu hii. Inaitwa nini? Saa. Twende basi tukajiangalie neno so ma neno so ma neno soma limetokana e, sirabi so na sirabi, ma ambayo imetokana na sa se si so ma okay. sasa soma soma ni kufanya so, nini soma ndo soma kitabu kusoma kitu ujumbe mahali popote sasa tuangalie huyu mtoto anafanya nini Anasoma tunazokasema hapa, fani ni soma okay, tena soma. Kwa hiyo asante sana kuweza kuangalia hii video kwa ajili ya kujifunza zaidi. Nimesema kwa majina Tamalimpo Mgaya, karibu sana lakini, kama una changamoto ya kujifunza kusoma na kuandika, tukukaribishe kwenye ulimwengu wa kujifunza kidijitali kupitia WhatsApp, njia rahisi kabisa. Hizi video unazoziona hapa ni mfano tu, lakini kuna njia rahisi ambazo unaweza kujifunza wewe kusoma na kuandika kupitia WhatsApp. Unachokifanya, unalipa ada yako ya mwezi, kisha tunakupangia ratiba kusoma mara kulingana na nafasi yako. Tunasoma na wewe, unafanya nini? Unaelewa kusoma na kuandika. Asante sana. Basi tusikilize wimbo wetu huu hapa. Asante.